Mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu za mchana wa leo, ikiwa ni siku kuu hii ya mazingira, tukisisitiza zaidi katika suala la kupanda miti. Tuelekee kaunti nambari mbili ambapo gavana wa Kwale Fatuma Achani amefungua rasmi madarasa matatu katika shule ya msingi ya Bareto huko Kinango. Madarasa hayo yalijengwa na serikali ya kaunti kupitia mradi wa KEMFSED unaofadhiliwa na benki ya Dunia. Bareto Primary School, construction of three number classrooms, Billy Tatu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Watoto wetu watasoma, watasoma. Wako mbele, hawako mbele vilevile. Vile pale ndani pia kumewekwa desks, yaani darasa limejengwa na deski tayari, pia nazo zimewekwa tayari. Ni mradi ambao tunajivunia, umeweza kubadilisha hadhi ya hii shule. Pia namba 11 ambapo